Sasa na mgeni hapa studio. Uh, tuzungumzie masuala mazima ya upimaji wa ardhi na ninaye hapa Betha Mlonda. Huyu ni kaimu mkurugenzi wa uh, urasimishaji makazi holela kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mada yetu asubuhi, mtazamaji, tunazungumzia upimaji wa maeneo holela, na ni kwamba tu serikali kupitia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi imeandaa mpango maalum wa upimaji wa ardhi na urasimishaji wa maeneo yote yasiyopimwa katika jiji Dar es Salaam ambapo viwanja zaidi ya laki tatu vitapimwa na wamiliki wake kupewa hati, vitarasimishwa na vitatambuliwa na, vita na, na, na serikali. Basi uh, kaimu mkurugenzi, hebu tupe maana halisi ya unapozungumzia maeneo holela. Maeneo <laughs> holela ni maeneo yale ambayo yamejengwa uh, bila kufuata taratibu za mipango miji Unapokuwa mjini kuna maeneo yaliyopangwa, kuna panga yanapewa, unapewa kibali cha ujenzi na ndio unapojenga. Lakini unapokuwa kwenye maeneo ambayo haya sio rasmi, ambayo yamejengwa kiholela, mwananchi anatafuta tu kipande chake cha ardhi, anatafuta pesa yake, anajengea tu, hajali kwamba huyo mwingine atakuja ataingiliaje kwake, mara choo kimekaa sebuleni kwa mwenzake hayo ndo makazi ambayo tunaita makazi holela. Makazi holela, wakati mwingine kuna maeneo ambayo yalikwisha kupimwa hapo zamani, lakini yakavamiwa, yakajengwa kama maeneo ya Mbezi, eneo la viwanda Mbezi, Mbezi Beach na sehemu nyingine ya, ya Kitunda nyingine kuna eneo nyingine pia liko Tabata ambayo maeneo yalikwisha kupimwa lakini yakajengwa yakavamiwa yakajengwa bila kufuata ule utaratibu ambao ulikuwa umewekwa tangu mwanzo. Ndio hayo makazi tunaita holela. Lakini mimi nilifikiri kama unaposema eneo holela kwamba labda ni eneo tu tulipolipo hapo, sasa mnataka mlirasimishe na kadhalika, kumbe ni maeneo ambayo sasa unakuja kwenye masuala labda, kuna kijiji nazungumzia, labda tuseme mabwe pande kabla haija haija kwa vizuri kabla ijapimwa vizuri, vizuri imeenda kupimwa, kuna miundo miose vimewekwa, imewekwa ni sehemu ambayo ni nzuri sana. Wakati ule wananchi wana wanaishi kule, wana kijiji halikupimwa mfano na lenye, sasa mnataka mkalipime, mnaweza kulihitaji holela wakati ni kijiji, kwamba nyie ndio hamkwenda. <laughs> <laughs> ni kweli kwamba serikali imechelewa na wananchi wamekuwa wanakwenda mbele kidogo kuliko uwezo wa serikali wa kutoa kutoa huduma ya nyumba. Lakini sasa unapokuwa umeenda umeingia kwenye mpaka wa mji, utakiwa kujenga bila kibali cha halmashauri. Sasa unapokwenda na ule mgawanyo, mnapoanza kugawana, kugawana vile viwanja, kila mtu anajigawia yake, huyu anauza, vinaenda kushoto, mwingine kulia. Sasa ukishaingia tu kwenye mpaka wa mji, hiyo shughuli ya kugawana gawana ovyo inatakiwa iachwe, isubiri mpango mji waandae michoro na kuvipima na upate kibali cha kujenga. Sasa un, unapokuwa kwamba ilikuwa ni kijiji, lakini ukish, once ukishaingia kwenye mipaka ya mji, na maana shughuli zile za kijiji sasa zinakuwa zimeisha, utaratibu wa mji lazima ufuate. Ndio maana tunawaita kwamba mm wako holela -hmm. kama maeneo ya pembezoni naona, lakini kuna kuna nafasi kubwa, kuna sehemu bado ya mashamba na nyumba ziko mbalimbali, lakini bado kwa sababu hawakujaingia kwenye ule mfumo rasmi wa mipango miji, ndio mm maana -hmm. naitwa naita holela. Huu mpango maalum wa upimaji hivi viwanja elfu tatu katika jiji la Dar es Salaam. Um, kaimu mkurugenzi, hebu tu ni maeneo gani hasa ya ambayo yataingia yata, yata moja kwa moja kwenye mradi kwa jiji la Dar es Salaam ambayo sasa tunaita kwamba ni holela hasa, mtakati kama yarasimishi ah, kwenye huu mpango mkubwa wa programu ya kurasimisha maeneo ya jiji la Dar es Salaam? hmm. ni maeneo yote ya pembezoni yani, kule nje hizi kata na mitaa ya pembezoni ambayo haijajengwa sana kwa sababu unapo kwenye shughuli ya urasimishaji urasimishaji, lazima tupate maeneo ya miundombinu kama barabara, maji, umeme, huduma nyingine za jamii, masoko, shule, hospitali na nini. Lakini maeneo ambayo yameshajaa sana, mfano Manzese, Vingunguti, Buguruni, Tandale, yale kwa sasa hivi yameshajaa kiasi ambacho huwezi kupata eneo hata ungejaribu kutafuta eneo dogo la barabara huwezi kupata. barabara kwa yale yatasubiri yata, mm, mkakati mwingine ambao kwa maeneo kama hayo tunaita uendelezaji upya ambayo eneo lile lita, nyumba zitabomolewa na kujengwa upya na wale wananchi wale wale watarudi, watarudishwa tena kwenye maeneo yale yata, watajengiwa nyumba nyingine, lakini watarudishwa pia kwenye sehemu zao lakini kwenye urasimishaji sasa ni mi, tuna mitaa yote ya nje ya, ya, ya huku ambayo haijajengwa sana kama Mbezi, Kimara, Chanika, Bu, Buyuni, Mpiji, Kimbiji, maeneo ya Pemba Mnazi kule ambapo maeneo yako bado wazi, lakini pia kuna maeneo ambayo yatapangwa maana maeneo ya kurasimishwa, kuna sifa za maeneo ya kurasimishwa. hmm. Sio maeneo yote, na maeneo ambayo yako kwenye maeneo hatarishi pia hayatarasimishwa kama kwenye mabonde. Kwa hiyo hata kwenye hayo maeneo tunayokwenda kule kwenye mabonde ambayo ni hatarishi, ambayo yanasababisha mafuriko, hatuta warasimisha wale, tutawatambua na kusema kwamba watu kadhaa hawa wako kwenye eneo hatarishi. Kwa hiyo kama kuna utaratibu mwingine wa serikali wa kuwapatia viwanja, labda kuwahamisha, kupeleka mahali pengine, itafanyika hivyo, lakini maeneo yote ya kule kwenye pembezoni, sio hayo ya katikati ambayo yamejia sana, na dada Beth unapozungumzia basi uh, viwanja elfu tatu katika maeneo ya pembezoni ya jiji la Dar es Salaam, ambao mtavirasimisha, nikiangalia kwa haraka haraka naona kama vichache, halafu naona maeneo ni mengi, ina maana mmepiga hatua kubwa katika, katika uangalizi wa, wa, wa, wa hizi ardhi ambazo mnazarasimisha uh, maeneo haya ambayo tumeyakadiria kufikia laki tatu tuliletewa listi na halmashauri zote za jiji la Dar es Salaam hmm. Wakati ule zikiwa halmashauri tatu Temeke, Ilala na Kinondoni, wale ndio waliomainisha maeneo yale ambayo wanataka yarasimishwe. Kwa hiyo baada ya kuhesabu kwa haraka haraka zile nyumba ambazo ziko mle tuka, yani nyumba tukaikadiria kama nyumba ndio kiwanja. Kwa hiyo zile nyumba ambazo ziko kule pembezoni ambazo tuliletewa listi ile ni zinakaribia kwa laki tatu hmm, eh, lakini kuna maeneo ambayo yako wazi huko pembezoni yako wazi hmm. Yale hatutarasimisha tutayapanga kama maeneo mapya hmm. Hmm. Na, na, na mtu anahitaji atakuja kuomba upya kwa taratibu ni, ni, ni, ni mradi ambao mtatumia mta, mta muda gani kipindi gani kuhakikisha kwamba hivi viwanja vitatu sasa mpango, wako, wako, wako, wako, wako vipima, kamilika, kwa huu mpango wa kuvipima kuvirasimisha utakuwa umekamilika? Kaimu mkurugenzi, kwa utaratibu tulionao ni kwamba tunatarajia kufanya kazi hiyo mwaka huu wa fedha, na sasa hivi tumeshaanza anza kata ya Kimara vinavyozungumza hivi kuna viwanja elfu mbili na mia karibu na elfu mbili mia moja na tisini na tano ambayo imeshapimwa tayari, liko tayari na pengine kuanzia wiki ijayo tutaanza kutoa hati kwenye mtaa wa Kilungule a na Kilungule b hapa kata ya Kimara, na wiki ijayo tunaanza kwenda mtaa wa Mavurunza ambayo tumeshahamasisha. Tulikuwa na wananchi Jumamosi iliopita wako tayari kwa ajili ya kusaidia wakati tunapokwenda a kutambua. Kwa hiyo ni, ni lengo ni kubwa sana, sio la kawaida. Actually ni, ni lengo kubwa, lakini tuna matarajio makubwa kwamba tutaunda vikosi kazi vingi kama vinahitajika, kama vikosi kazi 40 hivi ambavyo vitaenda huko site na bado hatujapanga modality ya kwamba tunaanzia, tuna, tutakwendaje lakini Tumeshajiandaa, tumeshaandaa mpango kazi na, na tutahitaji vikunde 40. Tutatumia na vyuo vyetu vya ardhi, kuna Ardhi University, kuna ardhi, chuo cha ardhi Morogoro. Pia tutatumia na wapima binafsi, kampuni binafsi pia tutashirikiana nao ili ziweze kwenda haraka. Sawa sawa, sasa na, na kusema kwa mkurugenzi kwamba haya maeneo ambayo mnayapima na kuyarathimisha na, na mmeshapiga hatua, hongereni, kwa sababu huyu mwananchi ambaye tayari alijenga eneo lake bila kupimwa hmm, mnaenda kulipima, namwambia kwamba hapo ulipoweka kama ni ukuta kama na ni nyumba yako, hapa ni barabara ambayo inaunganisha labda na barabara kubwa. Kwa, hawa, hawa mmejaribu me, me, kuongea nao, vipi nao kwamba hii ni barabara, kama mtabomoa fidia yoyote ambayo mmekubaliana au kwamba ah, wewe ulijenga, asipoondoka hapo, utaratibu ukoje? Ah, utaratibu ni kwamba kabla hatujaenda kwenye maeneo ndio, tunaandaa ramani ya ule mtaa ndio, tunabainisha barabara zote kubwa mm -hmm. na zile ambazo zimeshatangazwa kuwa hizi ni barabara zinazounganisha wilaya na wilaya tuna tengeneza kitu kinaitwa conceptual framework. Siwezi na si, si, si, Kiswahili kizuri sana <lipodile> lakini hicho ni kwamba inaonyesha, ina mtandao wote wa barabara unaounganisha lile eneo, ule mtaa uh -huh. na mitaa mingine, mitaa jirani, pamoja na kuunganisha huo mfumo wa hizo, hizo barabara uh -huh. na barabara kubwa. Kwa hiyo unapokuwa im, imepangwa lile eneo, litakapokuwa limerasimishwa lazima lifit katika ule mpango mzima, mfumo mzima wa barabara za mji. Sasa kuna watu ambao watajikuta wako kwenye eneo la barabara zile kubwa wata, itabidi wabomolewe wapishe hizo njia, lakini watalipwa fidia. Lakini kwenye zile barabara ndogo ambazo, kama ni mimi na wewe jirani, lazima tuzungumze tunaelewana tuna hata kama hatupendani lazima tutazungumza. Kwenye urasimishaji ni shirikishi, lazima tukubaliane jirani na jirani kuacha njia, na tumepanga kwamba njia zile ndogo kwa kwa standard za kawaida, njia ndogo inatakiwa kuwa mita sita ili iweze kuweka barabara kuweka na mifereji ya maji ya mvua pamoja na huduma nyingine ambazo zinaendana sambamba na barabara kama maji na umeme. Kwa hiyo tutazungumza na wananchi, na wameshaanza baada ya ule uhamasishaji wa wameshaanza kuelewana wenyewe. Nataka niseme katika hapo ma huko mahali ambako mmefanikiwa wenyewe walipokeaje? We, wananchi We. Tulifika mahali tukakuta mtu amejenga ghorofa yake nzuri, ameweka fensi yake nzuri, lakini huyu mtu wa nyuma huku hana barabara, gari linafika kwake, lakini huyu wa nyuma hana barabara. Baada ya kuzungumza nao, tunawaacha majirani wazungumze. Wakazungumza, wakabomoa ukuta ule, zile fence akajenga upya na akampisha jirani apate barabara, kwa sababu kama haina maana kwamba mimi nirasimishe, serikali ifike kwako alafu huyu akose huduma. Hmm, haiwezekani. Kwa hiyo lazima tu wakutanishe hata kama hamwelewani, tujaribu kuwakutanisha na kuzungumza na kwa umuhimu wa barabara. Na kwenye vile ile mikutano ya hadhara ya uhamasishaji, kitu cha kwanza tunachozungumza na wananchi ni kuachiana njia, kwa sababu yani mpango miji ni barabara. Ukipita jua kwenye anga hivi kuangalia, huoni vile vitu vingine Ukitaka kujua kwamba eneo hili limepangwa unaona, unaona zile barabara, ule mpangilio wa barabara zinazokaa ndio mm, unaona kwamba ala, eneo hili hapa pamepangwa, lakini hapa ni holela. Kwa hiyo njia zile ni muhimu sana, na ndio kitu tunachopiga kelele hasa kwenye uhamasishaji ni barabara, miundo mbinu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mtazamaji, tunazungumzia swala zima la, la upimaji wa maeneo holela katika jiji la Dar es Salaam na ni viwanja basi mtazamaji elfu tatu ambao vinatarajiwa kupimwa na tayari zoezi hili limeshaanza na limefanikiwa katika baadhi ya maeneo. Na kaimu mkurugenzi hapa, Betha Mlonda, anasema ni zoezi ambalo litafanya li, li, li, li, li, basi mji yeah, yeah, wa Dar es Salaam katika maeneo ya pembezoni yapimwe vizuri na wananchi waishi basi katika maeneo hayo kwa, kwa, kwa amani, wakiachiana njia lakini huduma nyingine za kijamii ziweze kupatikana.